Jeshi la Kujenga Taifa JKT yawaita vijana kuomba kujiunga na programu ya mafunzo ya 2026. Huduma ya Taifa, maarufu kama Jeshi la Kujenga Taifa JKT, imetoa wito kwa vijana wa Tanzania kujiandikisha na kuomba kujiunga na programu ya mafunzo ya mwaka 2026. Hatua inayolenga kuwajenga vijana katika misingi ya nidhamu, uzalendo, kujitegemea na ujuzi wa maisha. Serikali imeeleza kuwa programu hii ni sehemu ya mkakati mpana wa kuwaandaa vijana kukabiliana na changamoto za kijamii, kiuchumi na kitaifa. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari, Mkuu wa utumishi wa Jeshi la Kujenga Taifa ilisema kuwa programu ya mwaka 2026 itahusisha vijana wenye umri wa miaka 16 hadi 18, ambao wamekamilisha ngazi mbalimbali za elimu kulingana na maeneo yao. Kwa mujibu wa maelezo hayo, vijana kutoka Tanzania bara wanatakiwa wawe wamehitimu elimu ya msingi, huku vijana wa Zanzibar wakitakiwa wawe wamekamilisha elimu ya sekondari. Lengo la programu ya Jeshi la Kujenga Taifa. Jeshi la Kujenga Taifa imeeleza kuwa lengo kuu la programu hii si kutoa ajira moja kwa moja, bali ni kuwaandaa vijana kuwa raia wenye nidhamu, uwajibikaji na uwezo wa kujitegemea. Mafunzo hayo yanalenga kuwajenga vijana kimwili, kisaikolojia na kijamii ili wawe tayari kuchangia maendeleo ya taifa katika nyanja mbalimbali. Kupitia mafunzo haya, vijana wanatarajiwa kujifunza umuhimu wa uzalendo, kufanya kazi kwa bidii, kuheshimu mamlaka, kushirikiana na wengine pamoja na kukuza maadili mema ya kijamii. Jeshi la Kujenga Taifa imekuwa ikitambulika kwa mchango wake katika kuimarisha umoja wa kitaifa kwa kuwaleta pamoja vijana kutoka makabila, dini na maeneo mbalimbali ya nchi. Masharti na vigezo vya kujiunga. Kwa mujibu wa maelezo ya Jeshi la Kujenga Taifa, waombaji wanapaswa kuwa raia wa Tanzania, wawe na afya njema kimwili na kiakili na wawe tayari kuishi katika mazingira ya kambi kwa kipindi chote cha mafunzo. Aidha, waombaji wanatakiwa kuwa na nidhamu njema na wasiwe na rekodi za uhalifu. Jeshi la Kujenga Taifa pia imewahimiza vijana wenye ujuzi maalum, hususan katika teknolojia ya habari na mawasiliano TEHAMA, fani za ufundi na shughuli za uzalishaji, kuomba kujiunga na programu hiyo. Serikali inaamini kuwa ujuzi huo utaongeza tija katika utekelezaji wa majukumu mbalimbali ya Jeshi la Kujenga Taifa na kuchangia maendeleo ya taifa kwa ujumla. Ratiba ya usajili na mafunzo. Imeelezwa kuwa zoezi hilo la usajili kwa waombaji litaanza mwishoni mwa mwezi Januari 2026 katika mikoa yote ya Tanzania Bara pamoja na Zanzibar. Vijana watakaochaguliwa watahitajika kuripoti katika kambi za Jeshi la Kujenga Taifa zilizopangwa kati ya mwishoni mwa mwezi Februari na mwanzoni mwa Machi 2026. Baada ya kuripoti kambini, Vijana watapitia zoezi la uhakiki wa mwisho kabla ya kuanza rasmi mafunzo. Mafunzo hayo yanajumuisha mazoezi ya kijeshi ya msingi, mafunzo ya nidhamu, elimu ya uraia, kazi za uzalishaji na shughuli za kijamii. Wataalamu wa masuala ya vijana wanasema kuwa programu ya Jeshi la Kujenga Taifa imekuwa na mchango mkubwa katika kuwaandaa vijana kukabiliana na maisha ya baadaye. Wengi waliowahi kupitia mafunzo hayo wanatajwa kuwa na uwezo mzuri wa kujisimamia, kufanya kazi kwa bidii na kuhimili changamoto. Kwa vijana wanaotarajia kuendelea na masomo ya juu au kuingia katika soko la ajira, Jeshi la Kujenga Taifa huonekana kama daraja muhimu linalowapa misingi ya nidhamu na ujasiri. Aidha, mafunzo hayo husaidia kupunguza vitendo vya utovu wa nidhamu na kuwawezesha vijana kuwa raia wema na wenye mchango chanya katika jamii. Maoni ya jamii na changamoto. Hata hivyo, baadhi ya wadau wamekuwa wakihoji namna mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa yanavyoweza kuunganishwa zaidi na mafunzo ya ujuzi wa kiuchumi ili kuwasaidia vijana kupata ajira au kujiajiri baada ya kumaliza programu. Wataalamu wanashauri kuongezwa kwa mafunzo ya ufundi, kilimo cha kisasa na ujasiriamali ili kuongeza thamani ya mafunzo hayo. Jeshi la Kujenga Taifa imeeleza kuwa inaendelea kufanya maboresho ya programu zake ili kuhakikisha zinakidhi mahitaji ya vijana wa kizazi cha sasa na kuchangia kikamilifu maendeleo ya taifa. Kwa ujumla, wito wa Jeshi la Kujenga Taifa kwa vijana kujiunga na programu ya mwaka 2026 unaonekana kuwa fursa muhimu kwa vijana wa Tanzania kujijenga binafsi na kuchangia katika ujenzi wa taifa. Serikali imewahimiza vijana wanaokidhi vigezo kuchangamkia fursa hiyo kwa kuzingatia kuwa mafunzo ya Jeshi la Kujenga Taifa ni uwekezaji muhimu kwa mustakabali wao na wa taifa.